Watu wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika jiji la Uvira mashariki mwa DRC baada ya bomu kulipuka katika ukumbi wa mkutano uliopo katika manispaa ya Kalundu kusini mwa jiji hilo ambalo kwa sasa linadhibitiwa na waasi wa M23 kwa msaada wa jeshi la Rwanda. Idadi kamili ya waliofariki na walionusurika bado kutolewa. Mashahidi wanasema hakuna mtu anaruhusiwa kukaribia eneo la mlipuko. Hata hivyo, hakuna tamko rasmi lilitolewa na waasi. Vyanzo vingine vinasudia kuwa ukumbi huo ulikuwa na mkutano wa viongozi wa M23 AFC Alliance Flef Congo, jambo ambalo huenda lilisababisha shambulizo hilo. Kelve Bwinja mratibu wa shirika la kireya na wazalendo wa Kongomani na mtafiti katika masuala ya kiusalama anazungumza nasi ah, kutoka 14 jiji la Uvira mwanzo 2026 26 zanviro ya masaa manane kamili njo waasi wa M23 wamejikuta wako kwenye msafara wa kikao pa Kalundu muvile ya Uvira walikuwa wako wanaongelea mambo kadha wa kadha ya planifikasio ya maatake za mupya kuangalia isi wanaweza uh, enda atake teritwari ya Fizi vile ya baraka na kuendelea mpaka Kalemi. Uh, wakati walikuwa maile kikao, maservisi za sekurite zilikuwa deja ukura parapot ya sible kwenye wako wanafanyizia kikao Wow, drone zikaenda wapiga vrema walipata frappe telema sirurgikal. Ni kusema tu kama tunaendelea kuinterpele waku viongozi sur tous les plans, waangalie ma strategie kaza wa kaza ya kuza renforcer kwa juu Uvira ikuwe mmikono Uh, ya jeshi letu la FRDC na wasaidizi wake wazalendo. Unajua kama wakimbizi ambao wamekimbia makambini Burundi, Tanzania na sehemu kaza wa kaza, wanaendelea kupita kupitia maisha makali sana, ukosefu wa maji, ukosefu wa chakula, ukosefu wa madawa, yani kulala wanapasema manuiku mabele tuali. Ni kusema tu kama wakuu viongozi wa partenere wa guvernema kongolais wajikaze kuranforce ma mekanisme strategie kwa juu ya wananchi wa kongomani waendelee kupata usalama. Na utafahamu kama ile ile ile mambo imeripotiwa tena, mapambano yameripotiwa tena uzamviro ya usiku, ile ile sehemu za, za komine ya kalundu kule maeneo ya Kigongo Katongo, mgrupe ma ya Kalungo, sheferi ya Bavira, teritoare ya Uvira a set kilometre ya vile ya Uvira. Ni kusema tu kama tunaendelea toujur kuinterpele ma services zote za sekurite na wananchi

international iendelee kujua ile mambo kaza wa kaza, na ni kusema tu kama raia wote wa Uvira ambao wanaendelea kupata matatizo, maafa, magonjwa, wamama kufanya maavortema na watoto kufa kila wakati, tunawapatia pole na kusema tu kama vyanzo vingine vinashuhudia kuwa waasi wa, wa M23 walitumia vibaya silaha wakati wa majaribio, jambo ambalo lilisababisha mlipuko siku ya Jumatano Januari 14 mwaka 2026. Kelve Bwinja anaimiza FARDC na wazalendo kwa ukombozi wa jiji la Uvira. Ikumbushwe kuwa tangu M23 ichukua udhibiti wa jiji la Uvira mwezi Desemba, hali ya wasiwasi imeendelea wasi kuongezeka na mashambulizi kama haya yanashuhudiwa mara kwa mara. Hope News TV na Ganaga Thomas, chombo cha habari tumainiwa m